Utendaji wangu unapimwa kwa ustawi wa viwanda kikiwemo kiwanda hiki, ndivyo nilivyoambiwa na mtu aliyenipa hii kazi. Nimewaeleza kwamba serikali imeshaamua, imemwamuru CAG, Controller and Auditor General, apitie makaratasi yote. Ngoja niwaambie mimi nina watu hapa wananipa taarifa. Ndio maana nikafa, nikajua tatizo hili kabla halijatokea. Ngoja niwaambie hata mitambo inayotoka China inayokuja kuna watu wanaisubiri bandarini na nimeagiza haitashuka mpaka mimi niwepo. Muiache serikali ifanye kazi yake. Hakuna mtu ata, ata, ata, atapona katika kuchukua kiwanja cha serikali unakiweka kwenye unamkopesha mtu eti kwa miaka mia moja ataponaje? Lakini katika nchi inayoongozwa kwa sheria ambayo ni miongoni mwa malengo yetu ya Vision 2025 lazima utafute kielelezo. Sasa mimi sikuja kumbembeleza Swai arudi hapa, na Swai hajaambiwa arudi hapa na ninapozungumza kuna watu wanafanya kazi chini yangu. Soai hawezi ya kurudi hapa. Wanaompenda wamtafutie ofisi zingine. Ngoja niwaambie, ngoja niwaambie, ngoja niwaambie, ngoja niwaambie, ni mna haki yenu kama wafanya kazi, lakini mna haki yenu kama Watanzania. Moja ya majukumu mliotengeneza vizuri pamoja na wale ambao wananipa taarifa, wanaonipa taarifa mimi, hawawaambii kuna watu wanatunawasiliana kwa sababu za... kwa sababu wazi kabisa hawawezi kuambia mimi, ndo namwambia Mwijage. Wanafanya kazi nzuri. Moja wapo ya kazi nzuri mnayofanya ni kunaambia yale ambayo si sawa. Ndio maana nilipokuja hapa hakuna aliyenipeleka kwenye boila. Nilikuja nawambia mnipeleke kwenye boila, liko wapi? Hakuna aliyenionyesha pipe za boiler zilizooza nilikuja nafunua kwenye pipe za boiler. Mimi boiler sijawahi kuiona, nimeiona hapo. Kwa hiyo jukumu lenu ni kuiambia serikali kuna wengine wanakebei, unakebei kwa mapenzi yako. Tumefanya kadiri yetu na niwahakikishie, hakuna atakayeepukika kwenye ubadhirifu aliofanya. Huwezi kuchukua mashine zinachochakata nguo zinafanya kazi watu wamelala shifti, weye asubuhi unaziondoa, unaleta karagosi aje kuweka sijui baskuti? Haiwezekani. Lakini yote hayo waziri, sina mamlaka ya kuchukua pingu nikamfunga mtu. Kama mtu amekosea, utaratibu ni kumtuma mhakiki mu, mkuu Controller and Auditor General atuangalizie mikataba yote ichukuliwe. Wewe uliyemkodisha hapa, pesa uliweka wapi? Yakishaletwa hayo, ndivyo bwana anaitwa, anakuja na zile shanga zake, anamwekea mtu shanga mikononi, wanakwenda kwa pirati. Ndiyo utaratibu. Kwa hiyo bwana richi ya kushukuru na nichukue fursa hii kuwashukuru wote mnaondetea habari